Kuna filamu ambazo unaangalia ili upate burudani na kuna filamu ambazo zinakuangalia wewe ili zikuhukumu. Nowhere sio filamu ya baharini, sio filamu ya ajali, wala sio filamu ya bahati mbaya. Nowhere ni filamu ya mwanadamu aliyefikishwa mahali ambapo dunia haimtambui tena, haimsikilizi, wala haimuhesabu kama binadamu. Karibu Movie Secrets By Us, mahali ambapo filamu hazisimuliwi, zinavuliwa mpaka ukweli wake uonekane. Jina Nowhere linaanza kama punchline ya maisha. Maana yake ni hakuna mahali. Lakini kwenye filamu hii, Nowhere sio tu kukosa mahali pa kwenda, ni kukosa haki, kukosa ulinzi, kukosa sauti na zaidi ya yote kukosa thamani mbele ya mfumo wa dunia. Nia mhusika mkuu wa filamu hii si jina la kubahatisha. Mia anawakilisha mtu yeyote aliyesukumwa pembeni na jamii, mhamiaji, mwanamke maskini, au mtu ambaye mfumo ulimwachia mzigo wa kuishi peke yake. Huyu sio tu Mia mmoja, huyu ni sura ya mamilioni ya watu ambao dunia imewageuza wasioonekana. Filamu inaanza katika mazingira ya nchi iliyokosa amani, mahali ambapo hofu ni chakula cha kila siku na uhai hauna dhamana. Mia analazimika kukimbia, sio kwa sababu anataka bali kwa sababu kubaki ni kifo cha taratibu. Anapokubali kuingia kwenye safari ya uhamiaji hapa filamu inaanza kuzungumzia siri nzito sana ya dunia ya leo kwamba kuna watu wanalazimika kuingia kwenye makontena kama mizigo, si kwa sababu hawajui thamani yao, bali kwa sababu dunia imeamua wao hawana thamani. Kontena analoingia Mia sio chombo cha usafiri, ni kaburi linalotembea. Ndani yake hakuna hewa, hakuna msaada, hakuna huruma, kama vile ilivyo kwa jamii nyingi ambazo hazitaki kuwaona waliodondoka bahari. Inayobeba kontena tena hii haionyeshi kama rafiki, inaonyeshwa kama hakimu asiye na hisia. Bahari inawakilisha dunia yenyewe. Watu wanapiga kelele, wanazama, wanateseka, lakini mfumo unaendelea kama hakuna kilichotokea. Mia akiwa ndani ya kontena, akiwa peke yake, akiwa mjamzito, filamu inaanza kuingia kwenye mzizi wa uhai. Ujauzito wake si mapambo ya hadithi, ni ishara nzito ya matumaini katikati ya giza. Mtoto anayembeba anawakilisha kesho, anawakilisha sababu ya kupambana, hata pale ambapo mwili wake unataka kukata tamaa. Hapa filamu inasema wazi, binadamu hapambani kwa ajili yake tu, mara nyingi anapambana kwa ajili ya kile anachokipenda kuliko yeye mwenyewe. Kadri bahari inavyozidi kuwa kali, ndivyo akili ya Mie inavyozidi kuwa silaha yake kuu. Hana nguvu za mwili, hana msaada, hana hata uhakika kama kuna anayejua yuko hai. Lakini ana akili, ana subra na ana imani ya ajabu. Filamu inatufundisha bila maneno kwamba wakati kila kitu kimeondoka, akili ndiyo silaha ya mwisho ya binadamu. Wakati wa dhoruba unapofika, filamu haionyeshi dhoruba kama adui binafsi wa Mia, bali kama uhalisia wa maisha. Mitihani haiji kwa sababu umefanya kosa, inakuja kwa sababu maisha hayana ratiba ya huruma. Ndipo kilele cha filamu kinapofika. Mia anajifungua mtoto akiwa peke yake katikati ya bahari, ndani ya chuma, bila daktari, bila msaada, bila hakika ya kuishi. Hiki ni kipande cha filamu ambacho hakionyeshi tu maumivu ya mwili, bali historia nzima ya mwanadamu kwamba maisha mapya mara nyingi huzaliwa ndani ya maumivu makubwa. Mtoto anapozaliwa si ushindi wa Mia pekee, ni ushahidi kwamba hata katika mazingira yasiyo ya kibinadamu, ubinadamu bado unaweza kuishi. Lakini filamu haimalizi hapo bila kutuuliza swali gumu. Uokoaji unaokuja baadaye unaonekana kama msaada, lakini kwa macho ya Movie Secrets By Us, huu ni bahati zaidi kuliko haki. Maelfu walizama hawakuokolewa, hawakuwahi kuonekana, hawakuwahi kusimuliwa. Nowhere inafunga pazia lake kwa ujumbe mzito sana, kwamba monster wa filamu hii si bahari. Monster ni mfumo, mfumo unaolinda mali kuliko maisha, unaohesabu watu kwa mipaka na pasi zao badala ya ubinadamu wao. Hii si filamu ya baharini, hii ni filamu ya dunia isiyojali. Na kama filamu hii imekugusa, imekuuma, au imekaa kichwani, basi bado una moyo wa kibinadamu. Endelea kuwa nasi Movie Secrets by Us, kwa sababu hapa hatuangalii filamu ili zipite, tunazivua mpaka zibaki na ukweli mtupu. Subscribe, follow Movie Secrets by Us YouTube, Instagram, Facebook na TikTok. Kwa breakdown kali zaidi, asante na karibu.